Timu saba zipo Nairobi katika uwanja wa Kasarani maeneo ambapo watu cheza basketball. Wanakuja kutafuta nafasi ya kushiriki katika mashindano ya ligi ya basketball barani Afrika mwaka 2026. Kati ya hizo timu saba kuna timu tatu ambazo zinashiriki kwa mara ya kwanza na hizo timu tatu moja ni Dar City Basketball Team kutoka Dar es Salaam wanatoka katika mji ambao mpira ndio dini. Watu wanajua Simba na Yanga, lakini wao wameamua kuonyesha Tanzania kwa sura mpya ya basketboli. Je, kama mchezaji inakuaje kuichezea timu ya Dar City hasa ukiwakilisha Tanzania katika mashindano kama makubwa? Mchezaji hana jinsi vipi. Mimi ni mchezaji wa Dar City na pia naibu wa nahodha naionea fahari timu yangu na kuwakilisha taifa langu. Kwetu sisi tunalenga kufuzu, kwa sababu pia mashabiki wa nyumbani wanasubiri kwa hamu, kwa hivyo tunabudi ila tu kupambana. Najihisi poa sana, najihisi poa kwa sababu Dar City ni timu kubwa, imeweza kunisaini nije kujoin ku nao, kwa hiyo ni kitu kikubwa, ni kitu kikubwa kucheza mashindano haya na wachezaji wakubwa pia, na feel proud. Kwa hivyo timu ya Dar City inatoka katika jiji la Dar es Salaam, ambapo tunajua wazi kwamba mchezo wa soka ndio dini. Je, hali ya mchezo wa basketball ikoje nchini Tanzania kwa ujumla? Kwa kweli uwekezaji mkubwa umefanyika kuanzia kwenye klabu, shirikisho na uongozi. Kwa hivyo tunahitaji kuendelea hivyo ili kuinua mchezo katika taifa letu hadi viwango vingine. Mimi ninachoamini cha kwanza kwenye kitu chochote kinahitaji mapinduzi makubwa. Uh, rais wetu wa Dar City Musa Musa Mzenji ameamua ame kujitoa kafara kwa ajili ya basketball Tanzania, ko sisi kama Dar City na management ya team Tuko, tuko hapa kwa ajili ya kufanya revolution na ninaamini kwamba watu kurudi nyumbani kule watahamisha wata fikra zao na kuhamia kwenye mchezo wa, wa basketball. Mshindi katika mashindano haya atakwenda kuwakilisha ukanda wa mashariki. Kumbuka hizi ni kanda za basketboli, atakwenda kuwakilisha ukanda wa mashariki katika mashindano ya ligi ya BAL mwaka 2026. mimi ni Paul Nzioki, Herefi Kiswahili, kutoka uwanja wa Kasarani, uwanja wa basketball Nairobi.